Ha, ndugu wanahabari kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya lakini nimeulizwa hapa kwa madhima ya haya mazoezi ilikuwa ni nini kimsingi kwanza ni utaratibu wetu wa kawaida wa kufanya mazoezi kama vyombo vya ulinzi na, na usalama sisi tunaishi kwa kufanya mazoezi kusudi kuweza kumudu vizuri majukumu yetu. Lakini pili ni kutafuta ule umoja, kuendelea kuwa na umoja. Sisi ni wamoja, lakini tunazidi kuimarisha umoja miongoni mwa vijana wetu ambao tunawaongoza. Mbuka kwenye kamati ya usalama tuko vyombo vingi. Sisi wa juu kule tumeungana, wa huku chini kuna lazima pia nao wajuane na waweze kuungana, kwa sababu tunajenga nyumba moja. Kwa hizi ni fito kwa ajili ya kujenga nyumba, kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuziweka fito ziweze kuoana vizuri. Kwa hiyo tumefanya mazoezi pia kwa afya yetu, kwamba tumeimarisha afya lakini na kufahamiana zaidi. Lakini tunakoelekea pia tuna mazoezi mengi, tuna mwisho wa mwaka, tuna maparedi ya uhuru, lakini pia tuna uchaguzi huko mbele yetu. Uchaguzi sisi ni wenye jukumu, ukiangalia sheria namba moja ya mwaka 2024 ya Tume Huru ya Uchaguzi, Jeshi la Polisi ndio lina jukumu kubwa la kusimamia ulinzi na usalama wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo, ili uweze kusimamia ulinzi lazima uwe mkakamavu uwe na afya njema. Kwa hiyo leo tumekutana, tumefanya mazoezi tu, tunafanya kwa kawaida, lakini Jumamosi tumekutana kikosi vyote tunafanya mazoezi kuangalia mmoja baada ya mwingine yuko namna gani kiafya. Mimi naitwa Kanali Martin Msumari, ni mshauri wa jeshi la akiba kwa mkoa wa Morogoro, na siku ya leo hii tumepata wasaa mzuri sana kujumuika kwa pamoja majeshi yote, polisi, uhamiaji, JWTZ, magereza kwa kufanya zoezi la ukakamavu wa mwili na nadhani malengo mojawapo mahususi ya mazoezi kama haya ni kutuongezea umoja, lakini vilevile kuweka utayari wa kiafya na kimwili, lakini vile vile kufahamiana na wakati wa kipindi hiki. Kwa majina, anaitwa kamishna msaidizi wa jeshi la magereza mkoa wa Morogoro. Kwanza e, ia anapenda kuwashukuru viongozi wetu kwa kuudiwavovaa usalama kwa kuweza kutuunganisha katika mazoezi ya pamoja. Mazoezi haya kwanza yanajenga na kuimarisha umoja miongoni mwetu. E, sisi, sisi kama majeshi jeshi la e, jeshi la Tanzania polisi, magereza, uhamiaji na vyombo vingine ni kitu kimoja, na mama mmoja baba mmoja Boyo. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wetu kwa kuweza kuanzisha mazoezi haya ambayo sasa anajia katika utayari Kaya.